Zanzibar karibu katika kipindi chako cha asubuhi na ZBC, kipindi ambacho hukujia kila siku moja kwa moja. Jina langu ni Chwa Hamis Wali, na taraji mmeamka mzima na salama na afya njema na unaangalia asubuhi na ZBC. Mtazamaji, leo hii katika studio zetu tunaye mkurugenzi wa manispaa Kujuni, ndugu Abedi Jumale, karibu sana katika studio zetu. Uh, lakini pia tunaye mkurugenzi wa idara ya kazi, ujenzi na mazingira <coughs> samahani, baraza la manispaa. Huyu ni mzee Hamisi Ijuma kubwa zaidi. Tutazungumza kuhusiana na huduma za jamii katika kujikinga na maradhi ya mlipuko. Kuna maradhi mbalimbali, masuala ya kujikinga, kuhimiza mazingira kuweka safi ana masuala mengine tu. Karibu sana asante. Labda mkurugenzi, kabla ya yote kwanza, tungeanza nini mazingira? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza, kabla ya kueleza nini mazingira, naomba tu watazamaji wafahamu kwamba leo tuko hapa baraza la manispa e, katika timu yangu hii inaongoza mwenyewe mkurugenzi, lakini lakini vile vile naye mkuu wangu wa idara ya kazi, ujenzi na mazingira. Lakini leo hasa tupo hapa katika mfululizo wa vipindi vyetu ambavyo tunavitoa s baraza la manispa kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa aware wanaelewa na lengo letu kubwa hasa ni kuhamasisha. Kama tunavyojua sasa, ni kipindi hichi cha cha milipuko ya maradhi mbalimbali, ya maradhi ya matumbo kolera. E, na hichi ni kipindi cha mvua na tunajua kwamba kuna uchafuzi mkubwa wa mazingira. Kwa hiyo tupo hapa kwa lengo hasa la kuhamasisha. E, tutazungumza masuala mbalimbali mbali kama ambavyo mtangazaji alivyozungumza, tutazungumza masuala ya ustawi wa jamii kwa jumla, masuala udhibiti taka udhibiti wa wafanyabiashara wafanyaji... ambao wa na... wanauza vyakula lakini vile vile, tutazungumza kwa sababu ya michirizi, kwa hiyo masuala ya mazingira hasa yatazungumza na msaidizi wangu ambaye yupo atazungumza kwa barabara mitaro, lakini kwa jumla mazingira manake ni ile hali nzima ya kuweka usafi pamoja na kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama, kwa sababu unapoweka mazingira safi saf manake ni kwamba unalinda ule usafi wa mwili, unalinda ule, ule ustawi wa jamii. Na unapochafua mazingira kwa maana ya kwamba kama watu wanatupa uchafu katika mitaro, watu wanakuwa hatumii ile miundombinu iliyokusudiwa itatokea mlipuko na kwaifu, ribika. Kwa hivyo mazingira yakiharibika maanake ni kwamba hayo maradhi tunazungumza bila shaka yote nayo yataanza kulipuka. Ha, kwa mkuu wa idara, masuala ya mitaro, wananchi walikuwa wanalalamika sana mitaro haitekelezwi kwa wakati, labda mitaro haipitiwi kwa wakati, wawekewa wazi sana ndugu mtangazaji, kwa kweli Baraza la Manispaa lina wajibu wa kufanya usafi wa hasa mitaro ya maji ya mvua, kupanda mitaro ya maji ya mvua, na kwa mujibu wa mpango wa mji tumeugawa maeneo manne, eneo la mitaro ya maji ya mvua. Lakini labda ni, ni, ni, kwa ufupi ni kwamba mji wa Zanzibar una mitaro ya iliyopo sasa hivi ambayo ya maji ya mvua si chini ya kilomita 16. Mitaro ya maji machafu katika maeneo ya mjini, maeneo ya mjini ya ngambo si chini ya 32 km. Na mitaro iliyoko ndani ya eneo la mji mkongwe basi ni kilomita 25.3. Kwa hiyo utakuta utaona ule uzito wa, wa swala so zima la mitaro maji ya mvua na maji machafu katika mji wa. Kwa hivyo sisi katika kukabiliana na hili, tuna tuna wafanya kazi ambao wako katika kitengo cha usafi wa mitaro maji safi na maji maji ya mvua, na tuna wafanya kazi wapo katika, katika mitaro ya mchafu. Kwa ufupi ni kwamba picha niliokupa, ni kwamba ukubwa mitaro na uwezo afuwezo wetu kikwa ki, kwa upande wa wafanyakazi, utakuta kwamba bado tuna changamoto kubwa, na ndio maana tunafanya taratibu sasa hizi za kujishirikisha na vikundi vya jamii katika kuimarisha usafi wa mitaro ya mvua amaji machafu. Mkurugenzi, baraza limejipanga vipi ili kukabiliana na na hatua hizo au hali hiyo? Nafikiri labda kwanza ni highlight, eh, kwa mujibu wa mnasaba kipindi cha leo kwamba baraza la manispaa kama alivyoeleza msaidizi wangu kwamba tunahusika tuna na umilikaji mzima masuala ya maji machafu na, na maji ya mvua kwa ujenzi wa mitaro, lakini vile vile tunahusika na masuala ya, ya, ya kuhakikisha kwamba kunakuwa na, na ujenzi wa vyoo katika nyumba za wananchi na kutoturika ovyo kwa maji machafu lakini kuhakikisha vile vile mabomba ya maji machafu yanaunganishwa e...